Masaa mazuri ya kuomba dua yako ili ipate kujibiwa ni yapi? Masaa mazuri ya wewe kuweza kuomba dua na dua yako ikapata kujibiwa kwa uharaka. Haya ni masaa saba, ambayo masaa haya ukiyazingatia, basi unapata kujibiwa maombi yako pindi utakapoyatumia haya masaa katika kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, basi jambo lako litapata kujibiwa wa uharaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Nachukua fursa hii kwa mara nyingine tena kuweza kukukaribisha katika darasa letu la leo. Ni mie wako Maalim Kombo. Nimepata fursa nyingine tena ya kuweza kukuletea somo ambalo linalozungumzia ni muda upi mzuri wa wewe ukiomba dua basi dua yako ikapata kujibiwa kwa uharaka. Tega sikio kuanzia mwanzo wa somo hili mpaka mwisho wa somo hili, ili upate kujifunza jambo kubwa sana, ambalo litakaloweza kukujengea mustakabali mzuri wa maisha yako, hasa wa kuzingatia muda upi wa wewe ukimwomba Mwenyezi Mungu ukapata kujibiwa ombi lako. Vilevile vile pia, nachukua fursa hii ya kukuambia kwamba usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata notification itakayokuwa ikikupa taarifa pindi tutakapokuwa tukiupload video zetu ukapatiwa ujumbe. Saa la kwanza kabisa ambalo wewe unatakiwa uweze kulitumia, au nyakati nzuri ambayo unatakiwa wewe uweze kutumia ili dua yako ipate kujibiwa, basi ni baada ya swala ya asubuhi, kabla ya jua kuchomoza kabla ya jua kuchomoza. Huu ni muda mzuri sana wa wewe kuweza kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu na dua yako ikawa haina mikingamo, bi maana ombi lako kwa Mwenyezi Mungu likaweza kufika kwa wepesi na uharaka zaidi ukajibiwa maombi yako. Ni kwa sababu huu ni muda wa neema na baraka, ambapo inahesabika kama mwanzo wa siku kuanza. Wakati wa pili au Pili, saa la pili maana tuna masaa saba ambayo natakiwa mimi ni kuelekeze saa la pili ambalo natakiwa wewe uweze kulitumia ni wakati wa dhuha, na wakati wa dhuha inategemea na mahala ambapo unapoishi, kwa sababu e, kuchomoza kwa jua kunategemea. Kuna, kuna sehemu kuchomoza kwa jua kwa asubuhi e, jua linachomoza saa mbili, kuna mahala pengine saa moja na kitu. Sasa tupigie katika jumuishi tu ya hesabu kuu zaidi ni kuanzia majira ya saa mbili mpaka saa nne. Huu ni wakati mzuri wa dhuha kabla ya kufika saa tano ambapo tunaenda kuielekea mchana. Basi huu muda huu wa saa mbili mpaka saa nne ni muda mzuri wa wewe kuomba dua yako, na muda huu pia unahesabika kama ni muda mzuri wa kuomba riski na vilevile vile kufunguliwa mambo ya kheri na baraka katika maisha yako. Saa la tatu ni wakati wa laasir. Sawa, kwa mahesabio ya baadhi ya sehemu Tunahesabia kwamba labda kuanzia saa tisa kama na dakika arobaini na kitu, yani saa kumi kasoro tunahesabia hapo kwao. Huu muda wa saa kumi huu unaweza ukapenyeza maombi yako na ukamwambia Mwenyezi Mungu shida yako na shida yako hiyo ikapata kujibiwa kwa uharaka na uwepesi zaidi, kwa sababu ni wakati wa dua kusikika kabla ya jua kuzama, huu wakati huu. hii ni saa la tatu au nyakati ya tatu. Saa la nne ni wakati wa magharibi, pale jua linapokuwa limezama, ni muda wa baraka na dua kupenya kwa haraka zaidi. Huu muda huu, jua pale linapozama, basi ni muda wa baraka. Kutumia muda huu wawewe kuomba jambo lako lolote la kheri na baraka, basi utapata wepesi juu ya hicho ulichokiomba. Saa la tano au nyakati e, ya tano kulingana na somo letu la leo basi ni baada ya swala ya isha au nyaka, nyakati wa muda wa swala ya isha swala ya isha, bi maana tunazungumzia ni kuanzia muda wa saa mbili kuswali kulingana na majira yetu ya nchini hapa Tanzania. Basi huu muda utumie vizuri sana kwa wewe kuomba dua yako yoyote na itapata kukubalika na itapata kupenya eh, kwa haraka zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye akakutilia wepesi juu ya hicho ambacho wewe ulichomwomba. Wakati wa sita au nyakati ya sita, ili kuweza kuomba kile unachohitaji katika muda huo ili uweze kujibiwa, basi ni baada ya kulala na kuamka usiku, bi maana kuanzia saa saba mpaka saa tisa. Huu muda ni muda mzuri sana ambao wewe binafsi unaweza kutumia kwa ajili ya kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu chochote unachokihitajia cha kheri, Mungu akakufanyia wepesi. Ni kwa sababu zipi? Ni saa za ibada ya wacha Mungu wachache, na dua huwa zina nguvu kubwa sana katika wakati huu wa usiku na dua yako ikajibiwa kwa uharaka zaidi. Hii ni nyakati ya sita. Wakati wa saba au nyakati ya saba au sala saba ni kuanzia saa kumi usiku kuelekea alfajiri saa kumi na moja. Hii ni sehemu ya tatu ya mwisho wa usiku, muda bora kabisa wa dua kujibiwa. Ni muda mzuri sana wawe kuomba dua na Mwenyezi Mungu akakukubalia hicho ambacho binafsi unachokiomba. Hitimisho katika somo letu la leo, fahamu kwamba kila saa kati ya hizi ni mlango wa rehma ukichagua kuomba dua zako ndani ya nyakati hizi utashuhudia kheri na jawabu za haraka zaidi yaani kujibiwa zaidi kwa uharaka zaidi. Kwa utumia muda huu kwa kumwambia Mwenyezi Mungu jambo lako, basi utapata urahisi na wepesi wa kuweza kujibiwa. Kwa hiyo hili ni somo letu la leo la nyakati zilizokuwa bora na nyakati zilizokuwa nzuri, mmenelewa? namna ambavyo mtu anaweza kutumia nyakati hizi saba kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi zaidi juu ya jambo lako. Kwa leo ni shehe hapa. Kama utakuwa una maswali una maoni, basi unaweza ukacha maoni yako katika sehemu ya comments hapo chini. Vile vile pia kama unahitaji visomo vya dua, tiba za maradhi ya namna mbalimbali, basi namba zangu za simu zipo hapo chini katika description na vile vile katika screen hapa, namba zangu za simu zinapita. Aliyekuletea darasa hili si mwingine, ni mie wako Maalimu Kombo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.